na kuna wawekezaji wengi sana sawa, so, inabidi kuwe na kamati ambayo itatengeneza mpango ambayo utakuwa ni wa kufanya okozi au kukabiliana na masuala ya dharura tu kamati. Sasa ile kamati haiwezi ikawa kamati ya mgodi mmoja. Ile kamati inabidi ijumuishe wote ambao wanafanya biashara au wanafanya shughuli za uchimbaji katika eneo hilo. Kuendanda sambamba na hilo ni ile ambayo ulikuwa unasema kwamba ni lazima waweke beacons au posters mabango tofauti tofauti ambayo inaonyesha kwamba eneo hili ni hatari, na hiyo yote inapaswa kuwa kwenye huo mpango huo. Mpango nani yuko responsible kwenye lipi, anawajibika wakati gani, na mawasiliano yanafanyikaje. Cha pili ni kama ile ambayo tunaita fire drill. Unajua wazima moto wana kile kitu ambacho tunaita drill ya, ya, ya moto eh. Kwa maana kwamba kuna kuna wakati tu ambapo wata, au migodi mikubwa wana wakati tu ambapo wata, wata, watajaribu kuwakumbusha watu, ni kama ni lazima lazima ufanye majaribio ya kujifunza kukabili dharura kila wakati. Kila wakati, na hii inajumuisha watu wote, kila mtu, kwa sababu tuseme wale ambao wanazama wanaingia kule duarani Unaweza ukawatuma watu wangapi? Hadi watu kumi kule dwarani, sawa. Ni lazima kila mmoja wao apate mafunzo, ni jinsi gani kwanza kwanza anaweza akajiokoa mwenyewe. Yaani, kuna uwezekano dwara limejiponji, likishajiponji wewe umebaki uko salama, lakini inabidi uangalie mazingira yako kwanza. Je, yeah, nikikaa hivi itakuwaje? Yule nikimtoa nitamwokoaje? Vitu kama hivyo ni lazima uviangalie. Kwa hiyo ni lazima kuwe na kamati, lakini pia ni lazima kuwa na mafunzo ya majaribio kila wakati. Kwenye makampuni mengine makubwa, yale majaribio wanayafanya kila baada ya mwezi. Kila baada ya mwezi wanapiga, wanapiga ile nani yao, ile sireni yao. Wakishapiga watu wanaenda kwenye sehemu ya kunani, wanaita kwa Kiingereza. Sasa inatoka sehemu ambapo wanajikusanya watu, uh, nani ile siren ikipigwa, sawa, ile alam ikipigwa tu, kuna eneo maalum ambayo imetengwa watu wanakimbia wanaenda pale. Sawa jamani, kwa hiyo hayo maeneo pia ni lazima tuwe nayo kwa mazingira yetu, nadhani ya kwamba kila migodi, kwa sababu wewe pale ni tambalali, si upo hapa alafu pembeni yako kuna mtu mwingine. Sasa unakumbuka pale ambapo tulikuwa tuki hapa bondeni hapa ambao tulikuwa tukipaki gari kila wakati tukija, mnaweza mkasema kama pale hakuna shughuli zinazofanyika kwa muda fulani, mnapatenga pale ili inakuwa eh, hey, sehemu ambapo imetengwa. Endapo kuna, kuna tukio la dharura, basi watu wanakimbia wanaenda wanakaa pale, alafu wana, mnaanza ku organize jinsi gani mnaweza mkawasaidia. Alafu kipengele cha tatu ni mawasiliano. Kipengele cha tatu ni, watu wa, ni, ni swala la mawasiliano. Na hili sitalisema kwamba ni jukumu la mwenye mgodi pekee. Mnakumbuka kwamba tulipokuwa tunaongelea swala la utendaji mbovu usiojali uh, mwanadamu au uh, mfanyakazi na...